Haleluya, watu wa Mungu, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyetupa wahi tena pumzi hii. Tunamshukuru Mungu katika yote. Ni kweli dada yetu Sifa ameondoka ametuacha, ila swali ambalo anajiuliza mimi nitamalizaje? Namwomba Mungu sana anisaidie nipambane kuishi katika wema, nitafute kuishi katika wema ili nami nije nimalize vizuri kama dadangu Sifa alivyoondoka. Mpaka dakika yake ya mwisho alimkiri Mungu. Yupo kwenye maumivu makali yasiyoelezeka, hata kuongea kwake ilikuwa ni kwa shida sana, lakini bado alitaja Yesu, Mungu, Bwana. Matumaini yake yote yalikuwa ni katika Mungu tu. Yani, nikasema Mungu, naomba nisaidie sana. Ni dua ya moyo wangu, namwomba Mungu anisaidie. Na kadri mateso au magumu au maumivu yanavyozidi kwa wachamungu, ndivyo wachamungu walio na uelewa sahihi, so wale waliofuata mikumbo, so wale waliofuata waliofuata labda waliofuata sijuu, si, si, nizungumze kwa sura gani? yaani waliofuata labda miujiza nini, wapate hiki? Hapana, yaani wale wanaoelewa kwamba tunaenda ibadani kwa sababu gani, tunatafuta nini, kama maumivu au mateso yanavyozidi kwao, ndivyo watakapokuwa imara. Nami nasonga mbele, sitazamii kurudi nyuma, bali natazamia kuishi sawasawa, kutenda sawasawa. Nisilopenda kutendewa mimi, nisimtendee mwingine. Kwa hiyo kitendo cha Tasifa kuondoka kimeniumiza, kimenijeruhi ila n nina, yani, nina shauku sana ya kuishi katika njia iliyo sahihi, nami nije nimalize sawasawa. Amen, amen.